idadi kubwa zaidi ya wanafunzi imeratibiwa kufanya mtihani mitihani ya kitaifa mwaka huu. Wanafunzi zaidi ya milioni tatu na laki nne wakiwemo wale wa kidato cha nne, wa gredi ya sita na gredi ya tisa chini ya mtaala wa CBE watafanya mitihani hiyo itakayoanza tarehe 17 mwezi huu wa Oktoba. Kama anavyotuarifu Emily Chebet, baraza la mitihani nchini KNEC imewaonya wazazi, walimu na wanafunzi dhidi ya udanganyifu wakati wa mitihani. Mitihani ya kitaifa ya mwaka 2025 inatarajiwa kuanza oktoba tarehe 17 na kukamilika novemba tarehe 21 kwa mujibu wa wizara ya elimu wanafunzi laki 996 78 wamesajiliwa kufanya mtihani wa kidato cha nne huku wengine milioni 1.2 wa gredi ya 6 wakifanya kapsea na wengine milioni 1.1 wakipangiwa kufanya mtihani wa kwanza wa gredi ya 9 kasjea afisa mkuu wa baraza la mtihani Dr. David Njegere amesema kuwa maandalizi yote ya mtihani yamekamilika. NEC has installed an additional 25 containers in various sub counties. That will help in terms of efficiency and reducing the costs in terms of the distance between the school and the containers Baraza la KNEC limesema kuwa mikakati kabambe imewekwa ili kuhakikisha usalama wa mtihani hiyo na kuwaonya wananchi dhidi ya ulaghai na wizi wa mitihani. No mercy on anyone who will be found engaging in any form of malpractice. All candidates, center managers, supervisors, and invigilators must comply with examination regulations. Waziri wa elimu aliyeongoza hafla ya kuzindua msimu wa mitihani alisema kuwa ripoti kuhusu uhakiki wa shule na wanafunzi utatolewa katika siku kumi zijazo. Thus far,

Mitihani ya mwaka huu itakuwa ya historia, sio tu kwa sababu ya idadi kubwa zaidi ya wanafunzi, bali pia kwa sababu ni ya kwanza kwa wanafunzi wa gredi ya tisa chini ya mtaala wa CBE. Emily Chebet, runinga ya Citizen.